Kullubun untha, kila aliyezaliwa na mwanamke. Wa in talat salamatuhu, hata kama atarefushiwa umri wake, ataishi umri mrefu. Yawman ala alati hadibae Mahmud, siku ni moja tu, na yeye atabebwa ndani ya jeneza lake, na yeye atakufa. Siku ni moja tu, na yeye atakufa. Fa idha hamalta ila fa idha hamalta ila lquburi janazatan, utakapolibeba jeneza ulipeleka makaburini utakapolisindikiza jeneza kuelekea makaburini, utakapomsindikiza mwanzio kuelekea makaburini, fala tambua fahamu. Bi annaka ba'daha mahmud, baada ya huyo ndo msindikiza, zamu inayofuata ni zamu yako. Fala bi annaka ba'daha mahmud, fahamu ya kwamba baada ya huyo kupita, zamu inayofuata ni zamu yako. Almautu babu wa kullu nnasi ta'khiru wa mauti, ni mlango na kila mwanadamu atapita katika mlango huu. Ya laita shi'ri ba'dal mawti ma dar, laiti mwanadamu angelfahamu baada ya kufa kwake ni nyumba gani atapata. Ka ndaru na'imi inna an'amta bima yubdi ilahi, nyumba nyumba ambayo imejaa ndani neema, imejaa ndani furaha, imejaa ndani amani imta a nyumba hiyo utaingia, au ataingia mwanadamu yule ambaye alifanya matendo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in khalafta, ikiwa utakwenda kinyume ukafanya matendo ambayo si ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kanar, nyumba ya kuingia ni motoni, nyumba ya kuingia ni motoni. Huma mahalani malima, sehemu hizi mbili, nyumba hizi mbili ndizo nyumba za mwanadamu Hakuna nyumba nyingine zaidi ya hii, hakuna nyumba nyingine tofauti na nyumba hizo, peponi au motoni. Peponi inaamita bima yudhi ilahi, utaingia kwa matendo ya kumridhisha, ikiwa utafanya matendo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in khalafta, ukikhalifu ukaenda kinyume, fa naru, utaingia motoni. Ma mahallani mali almar'i ghairihima fandur Yangalia ya nafsi yako. Fandhur nafsika, angalia nafsi yako. Ayy dar takhtar. Nyumba gani umechagulia? Nyumba gani umechagulia nafsi yako? Fandhur nafsika, ayy dar takhtar. Nyumba gani nafsi yako ya umechagulia? La dar bil mar'i ba'da al-maut yaskunuka. Hakuna nyumba ambayo mwanadamu ataipata baada ya kufa kwake illa allathi kana qabla al-maut yabniha. Isipokuwa kabla ya kufa kwake binadamu huyu, nyumba hii aliijenga yeye kabla ya kufa kwake. Wa imbanaha akijenga nyumba hiyo kwa heri, basi ataishi ndani ya nyumba hiyo, atafuzu ndani ya nyumba hiyo, ataishi kwa amani na furaha ndani ya nyumba hiyo. Nyumba yake itakuwa ni ya amani, atakaa vizuri ndani ya nyumba yake. Wa imbanaha bi sharri, na akisema aijenge nyumba hiyo kwa shari, kwa maovu na mabaya, khaba za hapa tokalika ndani ya nyumba hiyo zangu. Katika imani, tujitahidi sana kuzijenga nyumba zetu za kesho kwa ajili ya nafsi zetu. Tuzichagulie nafsi zetu nyumba yenye amani, nyumba yenye furaha. Nayo si nyumba ya pepo ya motoni, bali ni nyumba ya peponi, kuma mahalani mali ni mardhi uhairihi